Ndani ya dakika chache Stand United kuna kitu naona wanaenda kukileta dhidi ya dhidi ya Young Africans. Hakuna ah, chochote ambacho wanaenda kuleta dhidi ya Young Africans. Hakuna ah, chochote. E, eh, zaidi tu nakuja kuangalia hali ya Dar es Salaam, kuna mvua tofauti na Shinyanga, jua kali. ah, Mwalimu anakuja kujifunza. Mpira unatakiwa uheshimiwe, sio? ah, so kwenye hilo nyinyi fanyeni hicho, mimi siwezi kufanya hicho maona uh, wanakuja kujifunza vitu vingi uh. Mwalimu anakuja kupima mbinu uh, wanachezaje? wamenufaika vipi? si unaelewa? ni sasa sana hiyo mechi unaiona hapa, umeona hiyo stendi dhidi ya hao wale green. Hiyo mechi before, mtu akawa anasema mpira, mpira uheshimiwe, nikamwambia hamna mpira kuheshimiwa kwa namna hiyo, umeelewa? mpira una una level, yani wewe unatakiwa wewe kuwaheshimu hao wakubwa. So Stand atakuja kuja ku, kuja ku walau watakuja kuja kuona KMC panafananaje. <laughs> pazuri lakini mm.